Tusalie huko huko kaunti namba 34 ambapo ubabe kuhusu nani anapaswa kuwa msemaji wa jamii ya Wamasai unazidi kutokota katika kaunti ya Kajiado, huku baadhi ya wazee wa jamii hiyo na muungano wa vijana wakipinga hatua ya Seneta wa Narok Ledama Olekina kujitwika jukumu hilo. Wazee hawa wanasema jamii ya Maa kuanzia Narok, Samburu na Laikipia pamoja na Kajiado wamekuwa wakipitia changamoto mbalimbali, lakini Ledama hajawahi kupigania changamoto hizo kwa niaba ya jamii hivyo hapaswi kuwa msemaji wa jamii ya Wamaasai wakisema nafasi hiyo itaendelea kushikiliwa na gavana wa Kajiado Joseph Olelengu. Zimesalia siku chache kabla ya Seneta wa Narok Ledama Ole Kina kuandaa mkutano Ijumaa hii katika eneo la Sajiloni, kaunti ya Kajiado, ambapo inaarifiwa nia yake ni kuunganisha jamii ya Maa. Hata hivyo, baraza la wazee wa jamii ya Masai pamoja na muungano wa vijana wamepinga hatua hiyo, wakisema mkutano huo unania ficha ya kujipendekeza kama msemaji wa jamii ya Maa kwenye serikali shirikishi ya Rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga. Now that there is a broad based government. The only person who could speak on behalf of ODM or Azimio for that matter is only Raila not Ledama not Ledama he cannot he cannot and I repeat that ten times he cannot purport to, to gather Maasai so the coming of Ledama is not actually because he loves the Maasai he has a hidden agenda and he, we want first of all to know what is the purpose of him coming here Ledama is here to divide the people who are already united you cannot purport To unite people without engaging any single leader from Wanasema kumekuwa na changamoto mbalimbali zinazokumba jamii ya Maasai, yakiwemo machafuko ya mara kwa mara katika eneo la Transmara na dhuluma za kihistoria ambazo zimedumu kwa miaka mingi, lakini seneta huyo amekuwa bubu katika kutetea jamii kuhusu changamoto hizo, na hivyo hapaswi kujitwika jukumu la kuzungumza kwa niaba ya jamii ya Maa. Samburu has been having uh, insecurity challenges. All the governors were there to support them. El Chamus people also had issues to do with the uh, floods, and issues of land, uh, problem, uh, conflict between other communities neighboring communities. Ledama has never been there. So we are telling him if he, he, he truly means a unit of the Maa, he should join the leaders. He should join the efforts that are already there. Kuna mambo ya Olkiombo land ambayo inaendelea Narok. Ledama hatujasikia akiongea. Hatujasikia akiongelea mambo ya Olkeri. E, mambo ya shamba ya Olkeri ambayo inaendelea kule hatujasikia Ledama akiongelea masuala ya Narok County government ambayo inaendelea kule Narok. Hata hivyo, baadhi ya viongozi hapa Kajiado wametofautiana na wazee hao pamoja na kundi hilo la vijana, wakisema kila mkenya ana uhuru wa kuzungumza na kuandaa kikao katika kila pembe ya nchi, na hivyo Ledama hapaswi kuzuiliwa kuwa na vikao popote nchini. Hii Kenya iko na katiba na katiba inasema, wacha hata kukuwa na mkutano, unaweza hata enda kusimama kiti Kisumu, wacha hata kuja kufanya mkutano. So huyo mtu yeyote anataka kufanya mkutano mahali anataka, ako na huru kwa sababu katiba inamruhusu. Ningependa kuambia vijana wetu hawa wadogo jenzi, hiyo tarehe nne, ni kama kutakuwa na vurugu na imepangwa mimi ningeomba tu vijana wetu, tafadhali, msikubali kutumiwa na wanasiasa. Baraza la wazee wa jamii ya Maa na wakazi wa kaunti za jamii ya wa Wamasai kutoka Samburu, Laikipia, Baringo, Narok na Kajiado walimuidhinisha gavana wa Kajiado Joseph Olelengo kuwa msemaji wa jamii ya Masai. Robert Masai, runinga ya Citizen, kaunti ya Kajiado.